Ndugu watazamaji wa Dream Media DRC na leo tuko, Kavimvira, maeneo, tuko Uvira, Kavimvira, maeneo ya Bar Beach Hotel. Unasemekana kuwa kuna kijana ambaye amepotea na kuwa na siku ine na leo amebahatika kuonekana, lakini ameonekana akiwa maiti. Jambo sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Bosco Mayoya. Oh, mwingine wanapenda kuniita Traore. Tunafika hapa hivi ku Bahari Beach tunakuta watu wako wengi unaosha, tuelezea kuko nini? Oh, tutakuelezea kiundani zaidi sina, kwa sababu tumekuta maiti na hiyo maiti iko na siku tatu. Mtu anapotea leo tunakutana mwili, kwa hiyo tungali mu uchunguzi tujue hii mwili ilifika hapa aje. Tukishapata ukweli tawajulisha baadaye. Kwa hiyo amejua ukweli, chanzo cha hu mtu kufa hatujajua bado, tungali mwauchunguzi. Asante sana kwa muda wako. Asante pia. Jambo jambo ndugu yangu, kwa majina naitwa nani? Na naitwa Toi Karagwe, niko mwandishi wa vijana mu selili ya kilomoni ya kwanza ndani ya kata na Kavingira. Sasa tunaona watu wako wengi hapa, unaweza tuambia pako nini? Ndio, ilikuwa asubuhi tumekuta watu wako wengi sana, wakuwa oblige na sie tukuje hapa tujua aswa ni nini. Ene watu wanakimbilia, tunaona umati uko wengi sana wa watu na tujui ni nini aswa, tukasema hacha tujitembeze mwahii mahali hapa kujua aswa ni nini. Basi tukajifikisha hapa na sisi kisha kuchunguza kwa mbali na kwa karibu, tukajikuta ya kwamba kuko mwili ambayo usiokuwa na uhai unapatikana hapa kwetu. Uh, mu aveni uh, Nyangara Bo, ni aveni ambayo inagawa aveni mbili yaani, yeah. Eh, hiyo maiti mekutwa hapa mu aveni au iko ngambo ya nani ya Tanganyika, mbo maiti inapatikana ndani, eh, ngambo ya Tanganyika, eh, karibu tu na hapa Kubari Beach Hotel, na hiyo maiti eh, inasemekana ya kwamba ni maiti ya mutu ambaye amekuwa akitafutwa mwaima siku mbili tatu alipotea hapa ku gardinage moya, alikuwa pale ku gardinage alor, wakati watu alifatilia fatilia njoo kukuta ile mwili inapatikana pale. Na huyo mtu alipotea tangu lini bo? yapata umwe Uh, wiki sasa, nawaza vi kama wiki moja s oh. Sasa sa, tunaona ya kwamba watu wa serikali wameshafika watu watu wa serikali wameshafika, wala bado ndio hapa kuko deja. Watu wa serikali wako hapa pia na wazalendo, si wako hapa, yote ni kwa ajili ya hiyo hiyo tumaiti. Hivyo ndio nilipenda kujibia hiyo swali. Sasa nyinyi kama wakubwa w wagene, mnapanga nini kuhusu mazishi au kijana ambayo amekutwa hapa kando kando ya maji? Bo, najua sisi tuko eh, vijana kama kawaida yetu tumeshaona ile mwili na deja, viongozi walishakuwa hapa. Sisi hatuna decision na hiyo mwili, kwa sababu mwili ndio ilifia kutanganika. Ni kazi ya serikali kuyua kwanza, kufatilia e, nini lituma na kufa e, na ni wanani ambao wamemuua. Hiyo ni kazi yao. Sisi ni kuona tu na kudenonce, kisha kudenonce basi tunaachia mikono ya serikali hiyo kazi e, ile ndio nipenda kujibu. Sasa kaka, tunashukuru.